Tumekuja hapa Mwanza kwa ajili ya kujifunza kwa namna ambavyo wenzetu wa jiji la Mwanza wanavyokusanya mapato ya halmashauri, namna wanavyosimamia mapato ya halmashauri, lakini hususan sana tumejifunza namna ambavyo wanaendesha stendi ya halmashauri na namna ambavyo wanakusanya ushuru katika stendi kuu ya mabasi ya Nyegezi katika safari hii au tuseme mafunzo haya, tumeona namna ambavyo wananchi walio na utayari wa waku, kuweza kutoa ushuru wa halmashauri, lakini pia tumeona namna ambavyo halmashauri imeweka mipango ya kudhibiti mianya yote ya upotevu wa mapato ya halmashauri, namna ambavyo wanatumia wadau mbalimbali katika kufanikisha kazi hii muhimu ya kukusanya mapato ya halmashauri. Sisi kama halmashauri ya wilaya ya Hanang' e, kama timu ambayo tumekuja hapa nikiwa mwakilisha na na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya, tutakwenda kutumia ujuzi huu ambao tumeupata katika kuimarisha kuchajiwa mapato katika stendi yetu ya mji wa Kateshi, lakini pia katika kuimarisha kuchajiwa mapato katika vyanzo vingine, kutoa elimu kwa wananchi ni kwamba waweze kuwa na utayari wa kushenya mapato ya halmashauri, lakini pia na kushirikisha wadau wote katika zoezi hii au kazi hii muhimu ya kucheya mapato ya halmashauri, ili hatimaye tuweze ku... kuwa katika nafasi nzuri ya kutoa huduma bora kwa wananchi wetu wa wilaya ya Hanang'. Kitu ambacho mimi nataka nitoe, wito, sisi tumejifunza pamoja na wataalamu wetu, tunaomba tu ushirikiano ili stendi yetu ya halmashauri ya wilaya Hanang' iwe na tija au iwe na faida. E, kwanza tukubali kwamba ile ni kitega uchumi, lakini ile ni chanzo kikubwa na kizuri sana cha mapato ya halmashauri kama tutazingatia. E, kwa mfano wenzetu wametengeneza namna ambavyo watu wanaingia. E, hata kile choo cha stendi, kwa mfano, nimejifunza choo cha stendi peke yake cha Nyegezi kinaingiza pato la shilingi bilioni moja kwa mwaka. Kwa hiyo hata kama hatufikii huko lakini tunaona ni jinsi ambavyo wenzetu wamemaanisha. Lakini pia kitu tumejifunza ni wenzetu wame, wamejitahidi kushirikiana, wamezuia kidogo siasa isiingie kwenye ukusanyaji wa kodi pamoja na ushuru, yaani mfano sehemu ambayo wataalamu wanaona kwamba hii inafaa kutozwa, sisi wanasiasa tusikatae kwa sababu siku ya siku tutakavyokusanya vizuri ndivyo ambavyo tunaweza tukatekeleza miradi mingi kama za shule, afya, barabara pamoja na elimu. Na ili tuwe na fedha za kuendeshea halmashauri zetu, lazima tukubali kwamba tutengeneze kodi au tozo ambazo sio kero, tozo ambazo ni rafiki kwa wananchi, lakini ilipwe kwa uaminifu. Lakini pia tumejifunza Mwanza hapa e, watu wengi wana elimu ya kutosha so wakwepa kodi, yaani wamejitoa wao wenyewe kulijenga jiji lao. Wamekuwa wanatoa ushirikiano wa kutosha kwa kutoa, kulipia vile tozo mbalimbali mbali ambazo ziko pale stendi, mfano unapoingia getini, pamoja na tozo nyingine unavyopaki magari. Hivyo kwa namna moja au nyingine, wanalijenga lile jiji bila bila kufanyiwa shuruti yoyote. Kwa kweli niwapongeze sana. Kwa hiyo nitoe wito tu kwa wananchi wetu wa Hanang' pia tuweze kuiga mfano wa wenzetu ambao ni mfano mzuri. Tujitume wenyewe tuweze kutoa mapato stendi, zile tozo, ukiingia toileti na mambo mengine, ili kwa namna moja au nyingine Hanang' yetu itakuwa kupitia sisi wenyewe. Bila ushuru, halmashauri yoyote haitaweza kujiendesha bila mapato ya ndani, haiwezi kujiendesha yenyewe peke yake. Kwa hiyo sisi viongozi tukiwaruhusu wataalamu kutimiza majukumu yao na sisi tukasaidia kusimamia, tuna uwezo mkubwa wa kuongeza mapato kwenye halmashauri yetu. Kama meneja, nimejifunza pia kwa meneja mwenzangu wa stendi kubwa, stendi ya Mwanza, stendi ya Nyegezi. Nimejifunza mambo mengi ambayo nimeyachukua na naenda kuyapeleka kwe kwenye halmashauri yetu, ambapo naamini kupitia kujifunza huko naenda kuboresha zaidi kule ambako tulianza. Tunaenda kukusanya mapato mengi sana kupitia stendi yetu mpya ya mabasi Katesh. Stendi yetu ni nzuri, ina miundombinu mizuri, kwa hiyo naamini tutakusanya mapato mengi kupitia stendi yetu, lakini pia tutatunza tuta miundombinu yote ya stendi yetu. Lakini pia kwa namna ya kipekee, nimshukuru mkurugenzi mtendaji wa halmashauri yetu ya wilaya ya Hanang', Bi Teresia Irafay ambaye amewezesha mafunzo haya mafunzo haya ni chachu kwa mimi kama meneja, pamoja na wataalamu ikiwepo ile kamati ya usimamizi wa stendi, ili kuhakikisha stendi yetu inafanikiwa na inaendeshwa kwa kiwango kilichokuwa bora.